Naam bwana, Mwijaku mmoja kati ya wadau wa mziki wa Bongo Flavor ameamua kujitokeza na kulizungumzia swala zima hususani baada ya kuonekana kwamba Harmonize, Rayvanny pamoja na Uh, pamoja na Mario kushirikiana katika ngoma moja. Umeona bwana, ni kitu ambacho kiukweli kimefanya watu wengi sana uh, wavutiwe na hicho kitu. So mmoja kati ya watu hao ni Mwijaku. Na Mwijaku bwana amekuja kuweka maoni yake hapo kuhusiana na hii issue, ambapo eh, yeye bwana amekupitia kurasa yake wa Twitter ameandika kwamba pele, inaonekana kama vile waliipania sana. Hebu je, mtu, mtu, mtu, mtu, mtu, da, huru kwa sasa hivi, Konde Chui na Totobada, nani aliyemfunika mwenzie? Hii ngoma kiukweli mliipania kufunikana, na ndio maana kumeonekana kwamba kuna radha imehujumiwa. Umeona, afa kawatagi hapo, e, Rayvanny Harmonize na Marioo. Kwa hiyo kwa mujibu wa, wa Mwijaku amedai kwamba hawa bwana walikuwa wamepaniana katika hii ngoma jambo ambalo limefanyi limesababisha kuna ladha imehujumiwa, akisema kwamba kuna ladha imehujumiwa. Watu wanahisi kwamba alikuwa na maanisha kwamba eh, kwamba kutokana na kupaniana imefanya hata ngoma, kuna baadhi ya vitu, kuna ladha zimekosekana, yani, umeona so hapa, kuna mtu hapa anaitwa Xavier wa mchongo amesema kwamba ibona waanzishe bendi iitwayo the, the three sweaters one husband eh, kwa mtu anasema kwamba ibona kiukweli da babu wa mara bwana na baba wa kambo eh, na baba wa halali. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa sababu so bwana Konde Noma kwenye upande wa kuimba kwa Kiingereza kwa sababu so bwana, ila Harmonize na Zanzibar amezidi, kila siku anaimba Zanzibar. Kwa sababu so kwa bwana like za wote hapa eh, na maanisha Harmonize Rayvanny na Marioo. Kwa sababu so bwana Konde huko ndani ametisha zaidi. Kwa so mtu asema bwana, hao wengine kiukulu wamejitahidi lakini voice na flow na ubunifu wa Harmonize kidogo wameonekana ni watofauti. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu asema bwana wote wameimba vizuri, ila Mario ameimba vizuri zaidi. Kwa mtu asema bwana Bombo klate, eh, ametisha sana humo ndani, umeona. Kwa hiyo hapo ni kwa mujibu wa swali ambalo wadau wamekuja kuchanganua na kutoa maelezo hivyo kwamba nani ambaye ametisha zaidi. So, katika hii issue hebu na wewe pia tuambie ukiwa kama mdau kupitia kurasa wetu hapa YouTube kwenye comment section, hebu tuwekee maoni yako hapo, tuambie kwamba katika hii ngoma ya pele kati ya Rayvanny Harmonize na Mario, nani ambaye ametisha zaidi like kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.